Ni mabingwa wa SEKAFA, kwa hiyo heshima yetu katika ukanda huu Afrika Mashariki na Kati SEKAFA hauwezi ukatiwa, ukatiwa doa na hawa wa chini huku. Kwa hiyo tulijua tuta, tuta, tutapita tu, pamoja na ugumu uliojionyesha. Nadhani ni vijana wetu waliamua kucheza hivyo, tusiwakatishe tamaa mapema hawa wapinzani wetu na kumbuka kwamba Leo hawa vijana ilikuwa wasafiri kuelekea Uturuki, safari ambayo imeahirishwa ghafula na hatukutarajia kwamba mwalimu atakipanga kikosi hiki alichokipanga leo, kwa sababu ndani yake kulikuwa na wachezaji ishirini na moja ambao tayari ilikuwa waondoke usiku huu kwenda Uturuki, lakini mwalimu ikampendeza wale waliokuwa kwenye safari akawaweka, na nadhani wameona pamoja na kwamba wenzetu wamejitahidi wamefika hatua ya penat, lakini moto wake wameona, tulikuwa tunaonyesha kwamba kule Sekafa hatukubahatisha, tulicheza kwa ubora na sisi bado ni bora. Kwa hiyo katika soka la wanawake katika ukanda huu wa Sekafa hatuna mpinzani, na kote wanajua hivyo kwamba alipo JKT Queens lazima apewe matokeo yake mapema. Kwa hiyo sisi tunasema hawa tayari hatuna story nao, tunaisubiri sasa fainali. Niombe tu Watanzania wajiweke tayari kwa ajili ya kuona ni nini JKT Queens wanakwenda kukifanya. Ni mechi za majaribio, sisi tunazichukulia kama mechi za majaribio kuelekea Algeria, mwanzoni mwa mwezi Novemba ligi ya mabingwa Afrika inaanza nchini Algeria na wawakilishi katika ukanda huu wa Sekafa ni JKT Queens. Sasa tukianza kufungwa na timu ndogo ndogo hizi ya kina Yanga kina Simba <laughs> kule wakubwa wenzetu si wataanza kutuona kwamba vipi namna gani? Tunataka tuoneshe huku na wao huko kiwewe chao, kwa sababu wanaijua JKT Queens lishashiriki mashindano hayo ya ligi ya mabingwa wajue kabisa kwamba hawa watu wako serious. Kwa hiyo ni waondoe hofu wa Tanzania, wapenzi, wadau na mashabiki wa JKT Queens. Lengo letu ni kutetea vyema ngao ya jamii ambayo tulichukua msimu uliopita na tukachukua ubingwa wa soka la wanawake Tanzania bara. Tuchukue ngao hiyo, twende tukiwa na furaha kule Algeria na Watanzania wakijua kabisa kwamba hao ni malikia wa soka la Tanzania, ni malikia wa soka Afrika Mashariki na Kati, kwa maana ya ukanda wa Sekafa. Sekafa nao waseme kabisa kwamba hao ndio mabingwa wetu wa Sekafa na wanakwenda kutuwakilisha vyema katika ligi ya mabingwa Afrika. Kumbuka tangu yaanze ukanda wa Sekafa haujawahi kuwa mabingwa. 2021 Viga Queens ya Kenya walitoka patupu. 2022 Simba Queens walienda, walikuja weupe ishirini ishirini na tatu tulikwenda sisi JKT Queens. Nadhani kila Mtanzania anajua changamoto iliyojitokeza na hatimaye hatukufanya vizuri. ishirini ishirini na nne alikwenda CBE ya Ethiopia na wenyewe hawakufanya vyema. Sasa tunakwenda tena, wenye kazi, tunahitaji tuje na kikombe cha ubingwa ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo hawa wadogo wadogo hawa hatutaki watusumbue. Simba sasa ajipange, mizamu yake inakuja Kichapo cha kizalendo hakikwepeki, asante. Unapoingia kwenye mashindano, lazima hata kama uwezi, utajipapatua tu. Kwa hiyo nina hakika huko waliko leo, nadhani wanaanza kuvaa bukta fupi muda wote wao, napiga jaramba tu kwamba anakuja huko mwenye kazi, ili walau siku hiyo wasikie aibu, lakini ninajua kwamba dakika tisini zitakapokuwa zinamalizika basi ushindi tena wa kutosha tu utakua umeelekea JKT Queens. Nasema hivi si kwamba na wadharau Simba Queens; ni timu ambayo imesajili wana wachezaji wengi wa, wa kimataifa na sisi tunataka tuoneshe kwamba hao mnaowachukua huko basi hawafui dafu kwa watanzania ambao ninyi amwaoni, lakini wapo, wana uwezo wa hali ya juu. JKT Queens ni watanzania watuku. Kwa hiyo tunahitaji huko mnako kwenda watamani kuja kuchukua wachezaji huku, sio ninyi mwende kuchukua wachezaji huku na hatimaye pengine wawashangae hawa, vipi, mbona huko kwao kuna wachezaji wenye ubora alafu wanawachukua wachezaji huku ambao pengine wawasaidii kwa kiasi hicho. JKT Queens ndivyo tunavyotaka tuijenge, mataifa mengine watamani kuja kuchukua wachezaji hapa kwenda kutumika katika, katika uh, yaani walikuwa katika fati kikubwa sana, huwezi amini jana, kwa sababu walikuwa na maandalizi ya, ya safari, wamekimbizwa kule kule baharini kwenye michanga. Wachezaji leo wamekuja kucheza, kwa sababu hawakujua kama safari ile haipo. Kwa hiyo walifanyishwa mazoezi magumu sana na kuwaweka kwenye fati kikubwa. Hata hivyo walivyocheza hivi, basi sema tu kwamba ni vijana wazoefu wachezaji wazoefu wametumia uzoefu wao uwezo wao, na namna ambavyo wameelekezwa kwamba mkikuta mchezo wa namna hii mcheze vipi ili tuweze kupata ushindi. Kwa hiyo kama umeona kwamba kuna hali fulani labda ya kupungua pungua e, ile spidi, ni kutokana na fakti waliokuwa nayo mazoezi magumu waliyoyafanya muda mfupi kabla ya kuelekea mechi ya mashindano. Lakini kwa hakika sisi hatuna hofu, hatuna mashaka, tuna timu nzuri, tuna timu bora kuna kila sababu ya kujitapa hivyo, kwa sababu inaonekana Watanzania wanajua hivyo, Afrika mashariki na kati wanajua hivyo, na Afrika wanajua kwa sababu wanajua JKT Queens ilivyo bora.